Mwaka jana ripoti ya CID iliyotoka kumeibiwa yani fedha ambazo zimepotea zaidi ya bilioni 317 3 CID anasema ni matumizi yasiyoeleweka, yaani matumizi ambayo hayaeleweki yasiyokuwa na msingi, bilioni 317. Nyie hapa ili mjenge kiwanda cha, cha, ku, cha, cha kusindika samaki na watu wapate boti kubwa za uvuvi mnahitaji chini ya bilioni kumi kujenga hicho kiwanda kiwapatia ajira hapa, lakini serikali yenu zaidi ya bilioni mia tatu kumi na saba zinapotea kwa mwaka mmoja tu, na nyiye mnabaki maskini. Kwa ndugu zangu, tumekuja hapa kuwaomba kwamba tumekuwa chini ya utawara huu kwa miaka sitini na tatu na wameshindwa kuondoa ujinga, wameshindwa kuondoa maradhi, wameshindwa kuondoa umaskini, na namna ya kuondoa lazima tuwe na tume huru ya taifa ya uchaguzi ili tuweke watu madarakani watakao kwenda kusimamia nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki sana. Ukienda kule kwetu talime ni dhahabu, hii nchi ni nchi ambayo ina Tanzania na itaipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ukienda kule Kabanga kuna nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na yanayotumika kutengeneza betri za simu yanatoka Tanzania. Hapo kwenu seru kuna madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya, ya nuklia duniani, lakini watu wetu ni masikini. Maisha ndiyo haya, mnaona wenyewe mnavyoishi. Ili tuwaondoe hawa watu, lazima tuwe na uwanja ambao unalingana, ili tupige mechi ambayo ni sawasawa. Lema ametumia e, muda ku kueleza jinsi ambavyo tume inaundwa na watu wanaosimamia uchaguzi wa kodi Labda mimi niwape mfano ambao rahisi tu, mtaelewa hivi. Leo Simba na Yanga wakienda kucheza mechi, alafu Haji Manara akawa ndio refarii hiyo mechi, nani hatashinda hiyo mechi? Hiyo mechi hatashinda nani? Hata kama hakuna penalty, mtu amechezewa rafu katikati, Haji mimi navyomjua, atapeleka kutenga penalty kwenye kile cha penalty, uongo kweli? kwenye ndio huo uchaguzi ambao sisi wanatulazimisha sisi tuingie uchaguzi ambao lefa anatoka CCM, kamisa anatoka CCM, lazima anatoka CCM, unategemea nini hapa? Ndio maana uchaguzi wa nchi hii tuliondolewa sisi bungeni, tumenyang'anywa mitaa yote, tumenyang'anywa kata zote, na bado umaskini ni mkubwa. Unaenda nchi kama, kama Dubai wanachukua maji ya bahari kama i ya kwenu wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, wanayaingiza kwenye mabomba, kila mtu ana maji. Lakini sisi tuna bahari hapo, watu hawana maji. Basi kama maji ya bahari ni tatizo, kwa nini tusichukue maji? Nchi hii imezungukwa na ziwa, ziwa Victoria liko Tanzania, ziwa Nyasa liko Tanzania. Watu wetu wanakosaje maji miaka sitini baada ya uhuru?